Ni pesa ya serikali ambayo imeibiwa. Wakulima wetu wachai bonus wamepata shilingi kumi na mbili. Kweli au urongo? Pesa imeibiwa hapa, ya bonus ndio hii, sasa inagawa hapa, watu wanabeba hapa wakijigamba, eti wao ni matajiri na ni pesa ya wananchi. Pesa ingine ni ile ya watoto wetu ya shule ya capitation, alafu wanatuambia eti kufikia Januari wasasi waanze kuongeza kulipa shilingi elfu tisa. Mnakubali maneno kama hayo? Tumekuwa kwa uongozi nchi hii. Mimi nilikuwa waziri wa elimu, tumekuwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tulikuwa na free primary and free secondary education, tukasaidia shule, tumechenga Mwangoli pale juu, tumefanya project hapa. Hawa watu iko kazi wamefanya hapa? Sasa kazi yao ni matusi na kupita hapa wakijaribu kuomba watu mimi nawaomba mukiona hao watu wawapee pesa yote, mukule namna gani? yeah, yeah, yeah. E, muchukue kwa sababu pesa ni yenu. yeah, yeah. Na musiwaachilie watoke bila kutoa pesa yote. Wakisimamisha magari, hata muna inspect hiyo magari, munahakikisha pesa yote iko ndani, mumeichukua mumepeleka, sababu ni pesa ya serikali. yeah, yeah. Tumekubaliana. yeah. na nyinyi wananchi nyinyi ni watu werevu na tumekuwa pamoja na nyinyi sisi kwanza hapa kwa mpaka tumeishi kwa amani bila shida yoyote. Sasa hawa kazi yao imewashinda ni kurandaranda hapa kutoa pesa na kujigamba. Pesa mchukue yote, lakini nawaomba tafadhali musipigie mutu wa hawa watu kura. Tumekubaliana, you can vote for anybody as long as you don't vote for UDA. Tumekubaliana? Mutapigia UDA kura? pesa walete lakini kura hakuna. Tumekubaliana. Sasa mwisho, kwa sababu tunataka kwenda pale chini, wananchi wenzangu, na waomba tuko na safari. Mimi nime announce hapa nitagombea kiti cha urais 2027, na nyinyi ndio mutanipeleka mbele na tukae pamoja, tuende mbele, msitishwe na mtu hapa. Tunaenda kwa hii safari, mimi ninazungumza na wale wenzangu wa upinzani wote, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Hiyo timu yote tuko pamoja, na tutakaa chini tukubaliane vile tutaenda mbele, ili tusaidie nchi yetu kwa sababu haya maneno hawa watu wataharibu nchi yetu kabisa, ama namuna gani? Ninawauliza hivi, kwa kauli moja mumekubaliana na mimi kwamba tutembee kwa hii safari na tutoe hao watu waondoke kabisa? Nionyeshe kwa mkono, harambee! Harambee! Mumesema namuna gani? Eti namuna gani? Wanaondoka na wajue kwamba wanaondoka la mwisho. Wacha niwaambie ukweli nini, watu wetu, hapa ni nyumbani, hapa ni kwetu nyumbani. I have polled these words. Niko na mtu hapa ambaye anafanya opinion poll last one month, kila wiki mbili, Nyansiongo, Ekerenyo, Nyamaiya. There is no chance in hell ya mutu wa UDA kushinda hii kiti ata moja. Candidate wao huko ndio wa mwisho. Candidate wao hapa ndio wa mwisho, sasa kuonga ndio itawasaidia. Alafu wameanza kujigamba hapa eti wataiba, watafanya namna gani, tutakuwa wapi wakiiba? Mutakubali hiyo maneno hapana? tutaamka asubuhi na hawa, nataka kuwambia wasikie hivi sisi ni watu tunapenda amani. We do not like to be provoked and we want to respect the law. Na to respect democracy. Yes. Tutapiga kura na tutakuwa kwa amani. Only if that is how they are going to behave. Mm. Wakiheshimu wa sheria, sheria haiwezi kuwa inaheshimiwa na sisi watu wa opposition, lakini wa serikali hawana haja na kuheshimu sheria. Sheria ni yetu sisi wote. Na sisi wote tunahitajika kuheshimu sheria. Kwa hivyo wale wa serikali waheshimu sheria na sisi tutaheshimu sheria. Kama sasa kuleta ujuaji wanataka kuleta hapa, hata sisi tutafanya nini namna hiyo, kwa sababu tutakuwa hapo wakihesabu tuna, wakileta ujauri tunaleta, wakienda mbele tunaenda, tutaonana na wao huko, na na mwisho abantu ba minto.